Lakini hapa inasemaje? Anasema ni bayana ya mambo ya tarajiwa yasiyoonekana. Tena pale yasiyo yasiyoonekana, kwa kuna kwa mstari unasemaje? Kuna mstari unasema tunaenenda kwa kuona bila bila, tunaenda kwa nini? Tunaenda kwa imani. Kwa bayana, kama ni li jambo lililo wazi, ina maana litakuwa wazi ndani yako, wala sa sasa ya ndani yako wapi? Katika moyo wako, maana imani inakaa ndani ya moyo wa mtu wa imani ni so jambo la rohoni, inakaa ndani ya moyo wa mtu. Kama unataka kulifanikisha swala lako la biashara, kama unataka kufanikisha swala lako la familia yako, kama ni swala lako la eh, afya, anasema hilo swala litakuwa ni bayana ndani yako, ndani ya moyo wako. Maana imani inaanza rohoni, imani haianzi mwilini. ikisha kwa mwilini hiyo sio imani tena. Wanaweza wasiwe hata bila, kuna mahali nasema kile tulichokuwa tunakitarajia tukikiona tutakitarajiaje? Tena ina maana haliko kwenye swala la matarajio tena, hiyo ni kitu halisi, sio imani tena, yaani ni kitu ambacho ni halisi katika macho ya damu na nyama. Wanaweza wasiwe. Kwa hiyo swala ambalo ni bayana pale kwa kwa imani, anasema ni bayana mambo yasiyoonekana anaposema bayana ni katika ulimwengu wako wa kiroho, ndani ya moyo wako. Kama ni imani inayotoka kwa Mungu itakuwa ni dhahiri, itakuwa ni wazi, Mungu ataliweka wazi. Ni kwa sababu gani? Kwenye kitabu fulani imeandikwa kwamba asema Mungu atawajulisha watu wake agano lake. Nadhani ni Zaburi ishirini na tano mstari siyo, kumi na mbili kama sikosei. Atas, anasema agano lake ataliweka wazi kwa watu wake. Mungu asifiwe. Pia neno lake, anasema kwa kitabu cha Amos tatu tatu anasema Mungu hata fanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii, neno lake. Mungu asifiwe. Sasa unapozungumzia unabii, sio unabii tu labda wewe uwe nabii wa Tanzania wewe mwenyewe hapo ulipo una sehemu ya unabii wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe! Una unabii kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo Mungu ataweka wazi mambo yanayohusu maisha yako, Mungu ataweka wazi mambo yanayohusu watoto wako. Mwili bado haujaliona, Biblia nasema roho hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu ya maana lile neno Mungu analishuhudia ndani yako, analidhihirisha ndani yako, ingawa katika macho ya damu na nyama halijaonekana. Bwana Yesu asifiwe. unataka Mungu... pale anaposema yasiyoonekana, ana maisha yasiyoonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini katika macho ya kiroho inaonekana. Bwana Yesu asifiwe, ndio maana tunatakiwa, Mungu anataka tuwe na macho ya kiroho. Wiki iliyopita mtumishi wa Mungu mchungaji alifundisha hapa kwa habari ya macho ya kiroho, masikio ya kiroho na vingine. Bwana Yesu asifiwe, kama kwa watu waliokuwepo watakuwa walijifunza. Kwa hiyo, anasema imani lazima ihusishe mambo yasiyoonekana. Mambo yasiyoonekana ni mambo ambayo yako rohoni, sio mambo ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hata mambo yanayoonekana havikufanyika kwa vitu vinavyoonekana one. Bwana asifiwe. Jambo lingine, imani lazima ihusishe moyo wako. Bwana asifiwe, ulazima kuwe na muunganiko kati ya moyo wako na imani. Imani haikai sehemu nyingine yingine, inakaa ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo, unataka kujenga imani yako inaanza ndani ya moyo wako. Ndio maana Biblia inasema linda moyo wako kuliko vitu vyote, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Bwana Yesu asifiwe. Uhai wa mwili wako uko ndani ya moyo wako, uhai wa nafsi yako uko ndani ya mwili wako, uhai wa kazi yako iko ndani ya roho, uh, ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Uhai wa chochote unachokiomba kiwe hai kiko ndani yako, haiko haiko nje yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia anasema tulinde mioyo, anasema linda moyo wako kuliko vyote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Waleso asifiwe. Kwa hiyo e, unataka kulinda kazi yako, linda moyo wako. Unataka kulinda ndoa yako, linda moyo wako. Unataka kulinda kazi chochote, familia yako, watoto wako, linda moyo wako, maana ndani ya moyo wako kuna uzima. Ndani ya moyo wako kuna uhai. Ndani ya moyo wako kuna matumaini. Ndani ya moyo wako kuna kuna nuru. Bwana asifiwe. Kama ni nuru inakaa ndani ya moyo wako, anasema neno la, lake ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Sasa haiwezi ikawa taa wakati ndani yako haijawa taa. Lazima taa ikae ndani yako ndipo itakapokuwa katika maisha ya kawaida ya mwilini. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unataka unataka kwamba unataka neno eh, imani yako iimarike, lazima uimarishe moyo wako. Bwana asifiwe, kwa sababu imani inakaa ndani ya moyo. Ni sawa na ndoo, ndoo ina uenda kuchota maji, ina maana kama ndoo imetoboka, ina maana haiwezi kufikisha maji, yatavuja au utafikisha maji yako nusu. Bwana asifiwe. Kama moyo wako umeugua kama moyo wako umepata majeraha lazima umombe Bwana auponye moyo wako Bwana Yesu asifiwe. Maana kama moyo wako unaugua, una, una, una ina maana hauwezi ukabeba vitu ambavyo Mungu anataka ubebe, hauwezi ukasimama katika mazingira ambayo ni magumu katika eneo la wokovu, hauwezi ukasimama katika mazingira fulani katika eneo lilahusu imani Bwana Yesu asifiwe na kwa sababu hautaweza kusimama, ina maana kwa kuwa moyoni ndipo kunakotoka uzima na uhai, ina maana hivyo vitu vya kimwili havitakaa vita, havitadumu havita havitaweza kusimama havitaimarika, havita stawi. Kwa hiyo cha kwanza, ili imani yako imarike, jenga imarisha hali ya moyo wako. Anasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Bwana Yesu asifiwe! Unaposema mimi nina imani kwamba nitafanikiwa katika jambo fulani, lazima uonyeshe kwa matendo. Matendo gani? Lazima uanze kiroho. Swala lolote la imani lazima lianze rohoni. Kama ni maombi, lazima uliweke kwenye maombi kwanza. Ni kwa sababu gani? Unajaribu kutafuta mwelekeo wa kiroho, hilo jambo limekaaje? Je, Mungu ameliridhia? Je, Mungu yuko pamoja na wewe? ni kwa sababu gani? Kama utaanza kulifanya wenyewe, ina maana kama Mungu hayuko na wewe, halitafika mbali. Ni kweli, unaweza kufanya kwa siku ngapi ngapi, baadaye nita, nita, nitapoteza mwelekeo. Ni kwa sababu imani yetu hai, hai yani kuna chanzo cha imani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia nasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kutoka kwa neno la Kristo. Kwa hiyo imani yako kama ikikosa chanzo, ina maana hautasogea. Chanzo ni nini? Chemchemi ya imani yako. Ni chanzo ambacho inafanya imani yako isimame katika wakati mgumu, imani yako iweze kujengeka katika mazingira ambayo sio ya kujengeka, imani yako iweze kuimarika katika mazingira ambayo siyo ya kuimarika. Bwana Yesu asifiwe. Ukijitenga na chanzo ina maana imani haiwezi kusimama. Kristo. Biblia inasema walipopita jangwani waliunywa mwamba ambao uliwafuata ambaye ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ule mwamba unaozunguza pale ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Na Yesu ni nani? Anasema Yesu ni neno. kwa hiyo kama imani yako haina chanzo ambacho ni Yesu mwenyewe ina maana haitaweza kusimama Nilikuwa nazungumzia kwamba imani lazima iwe na matendo, kwamba imani hata kama utakuwa na matendo, ina maana matendo yako lazima yawe na uhusiano na chanzo. Chanzo ni nani? Chanzo ni Mungu mwenyewe, chanzo ni Kristo mwenyewe, ambayo ni, ni sababu ya imani yetu. Anasema utukufu wa Mungu unalinda kile ambacho kinatoka kwa Mungu. Mungu analinda kile ambacho ni cha kwake ha, yaani hata kama ataweka ulinzi katika jambo ulilolianzisha wewe ni lazima urudi kwake ili aweze kutembea na wewe akupe mpango wake kuhusu hilo jambo ambalo unalifanya ili liweze kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Ili akusaidie, Biblia nasema ninyi hamwezi kufanya jambo lolote bila mimi Ina maana wewe huwezi kufanya jambo lolote kulingana na vile linavyosema bila Mungu. Ni kweli unaweza ukalifanya hilo jambo, lakini hilo, ndio maana wengine wanasema mbona watu wa nje tu wanaendelea? Hapana, wewe uliookoka ni tofauti kubwa sana na mtu wa nje. Wewe ni, ni kwa sababu gani? Wewe una imani nyingine ile tofauti na ya kwake. Ni lazima ni, wewe ni lazima umtegemee ambaye ni tumaini la maisha yako. Kwa hiyo kama Mungu analinda kile cha kwake, ina maana kama hakitoki kwake, ina maana ulinzi wa Mungu utakuwa utakuwa mdogo. Ni kwa sababu gani tunatafuta msaada? Anasema, ninyi hauwezi kufanya jambo lolote bila mimi. Anasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Aa, unamwamini Mungu kwamba atakulinda anasema Mungu kwa kuwa umelishika neno lake, anasema atalithibitisha, analiangalia. Ni nene nani amelishika neno lake? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema, nimesema kwamba imani inayotoka kwa Mungu imeibeba udhihirisho wa Mungu. Ina maana Mungu ataudhihirisha ulinzi juu yako, ina maana Mungu ataudhihirisha uzima juu yako, ina maana Mungu ataudhihirisha ushindi juu yako. Ni kwa sababu gani? Umelishika neno lake kwa ajili ya kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe.